Kwa sababu ya ulemavu wao wanapambana na mambo mengi sana, ubakaji, urawiti, hawawezi kujitetea watoto wetu. Lakini wakiwa mazingira salama ambayo ni ya bweni, yana ulinzi, nafikiri watoto wetu wote watakuwa salama, kwa sababu na watoto wasioona ambao wengine tumeweza kupoteza, wengine wanagongwa na magari kwa kushindwa kuvuka, kuna wengine wanadondokewa na nyumba, anavuka upenuni, nyumba inadondoka, yeye hajaiona. Tunaambia tunaenda walimu kaangalia, mtoto maiti iko hospitali ya Mwanjera na mwingine anaweza ni aoni, mwingine atembei vizuri, anaweza hata kugongwa na magari na walivyotuletea magodoro wazazi watafurahi sana, kwa maana yani walikopa, wanapata changamoto ya kupata zile nauli wanapoenda kumchukua mtoto na kumrudisha. Kutokana na madhila yanayowakumba watoto hao, jamii wakiwemo viongozi wa dini wakaguswa, ambapo mtumishi wa Mungu kutoka nchini Kenya, Mchungaji Ezekiel Odero, ametoa msaada wa vitu mbalimbali, si tu katika shule hiyo, lakini pia msaada huo umewagusa watoto wanaoishi katika vituo vya kulelea yatima uh tumeshafanya eh, hatua zote za muhimu kuhusiana na vitanda, ili tuweze kuweka vitanda vile vyote ambavyo vinahitajika pale, waweze kupata eh, eneo lao hilo ambalo wanatamani kwamba hiyo boarding yao. Lakini pia tumeweza kuwakilisha viti vya eh, magurudumu kwa maana ya wheelchair ya kuweza kuwasaidia. Unakuta mwingine hawezi kutembea au hata kubebwa zaidi ya kukalishwa hapa, inaweza kumsaidia zaidi.